Tupe mikakati ya kwenda kuingia kwenye uchaguzi kwa kuzuia uchaguzi. Wanasema hivi, kama mlimsikia hata mwenyekiti wetu, siku ya kupiga kura tuwahamasishe wananchi vijijini kote na mijini waingie barabarani wakafanye maandamano ili kuzuia uchaguzi. Kasema, huo sio mkakati. kama mnasema tukiingia kwenye uchaguzi tutauawa, uchaguzi ni wa kikatiba ya nchi, leo twende tukauzuie hivi. Tutapona? Jamani, tutapona. Si ndio tutaenda kuuawa na kufungwa, sijui watakuwa na mawakili wangapi kutu, kututetea sisi nchi nzima. Na aina ya Watanzania kama nyinyi mnavyojua, si rahisi watakuingia kwenye mikutano wata nini. Mfano mmoja ni pale Mbinga, mwenyekiti wetu alivyokuwa amekamatwa na polisi. Kuna mwananchi mmoja wote wale walichukua jiwe hata kupiga polisi. Wote wakatawanyika. Wengine walisahau mpaka viatu na mwingine alisahau mpaka mziki wake. Lengo la kuanzisha chama cha siasa ni kushika dola. Hakuna lengo lingine unapoanzisha chama cha siasa, sio chama cha ngoma wala vikoba wala chochote. Sasa leo malengo yetu tunaacha pembeni, tunakuja na nahau nyingine. Mimi yamenishinda, mwenzenu haya yamenishinda kama Mtanzania, kama mtu mwenye uwezo wa kufikiri. Na unaposhauri ushauri haupigwi konzi, lakini leo si tunapigwa konzi kila kukicha. Sasa mimi nasema hivi mimi Susan Kiwanga niliyekuwa mjumbe wa Kamati Kuu miaka ishirini, niliyekuwa mbunge wa jimbo la Mlimba wa kuchaguliwa, liwalo na liwe. Chadema naipenda, lakini kuanzia sasa ninavyoongea na nikitamka kauli hii, mimi nimeachia wanachama wa Chadema. Hii Tanzania hii Tanzania ya ujamaa, Tanzania ambayo Mwalimu Nyerere ametufundisha kuoleana, kwamba mwana CCM anakwenda kumuoa mwana Chadema, mwana Chadema anakwenda kumuoa mwana CCM tunashiriki ndio siasa lakini bado hatuwezi kuondoka kwenye ule utu wetu na maadili yetu ya Kitanzania. Hatuwezi kukubali hivyo vitu vya kusema tunakwenda kupeleka watu kwenye maandamano, ni kitu ambacho hakiwezekaniki. Wenzetu wa Kenya walifanikiwa hayo mambo kwa sababu kwanza, mkisumu hawezi kumoa labda mjaluo, mjaluo. Sisi mkagulu anamoa mdogo mdogo, namoa nani na? Tuna jamii mimi leo ukifuatilia historia ya familia yangu iko pale. Chama chetu kimepoteza mwelekeo kimetoka kwenye malengo yake makuu, malengo ya kuchukua dola. Chama chetu kimeondoka huko, lakini vilevile kumekuwa na makasiriko mengi, chuki, matusi, kashfa, hakuna maelewano, hakuna mapendano. Ukihoji inaonekana wewe timu kushindwa, wewe timu mboe hivyo. Kwa hiyo nafika mahali mimi binafsi, nimeona siwezi tena kuendelea kuwemo kwenye hichi chama. Nimeamua kujiuzulu nafasi zangu zote ikiwemo uwanachama wa Chadema kuanzia leo tarehe kumi na tatu mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano.